Yesu Kristo. Achia. ichiao lake kwa jina la Yesu Kristo. Jina lenye nguvu zote, jina lenye uwezo wote, jina lenye mamlaka, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, mashambulizi na maradhi yote na yafute juu ya dada huyo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lenye nguvu zote, kwa damu ya Yesu Kristo, ninafanya vurugu